Kristo ni Bwana wa vipawa vyetu na amewekeza vipawa hivi vya thamani ndani yetu ili tuweze kuliishi kusudi lake mahali popote tulipo. Unaposikia sauti hii, basi ujue kipindi hewani ni Kristo Viwanjani. Nam sogea katika tv yako, tuwe pamoja katika jukwaa hili la Roho Neema na Vipawa, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na leo tupo na mwanamichezo Alex Dias Ribeiro. Sina shaka na ufahamu wako juu ya majina makubwa kabisa kwenye mashindano ya mbio za magari maarufu kama Formula 1, wakina Alan Jones, David Coulthard, Valtteri Bottas, Mano Andretti, Alberto Ascari, Graham Hill, bila kumsahau mtaalam wa hivi karibuni bwana Lewis Hamilton. Hao ni baadhi tu ya wengi waliowahi kufanya vizuri kabisa katika kiwango cha mashindano ya kidunia, lakini sisi twasema mafanikio makubwa na ushindi mkubwa ambao mtu anaweza kuwa nao ni kuliishi kusudi la Mungu katika Kristo Yesu kwenye maisha yako na kuweza kuwasaidia wengine kuishi kusudi hilo. Kwa kufahamu hilo, leo Kristo viwanjani tumekusogezea mshiriki mara 20, wa mashindano ya mbio za magari Formula One katika kiwango cha dunia, mwamba na mshindi kweli kweli wa ufalme wa Mungu, lakini licha ya kutowahi kupata ubingwa kwa mara zote ishirini alizoshiriki, lakini alishiriki akiwa bingwa wa ufalme wa Mungu, aliyeshinda katika mioyo ya watu kwa kuwaonyesha zawadi kuu ya thamani ya wokovu kwa sahihi yake pendwa ya, ya Jesus saves, yaani Yesu waokoa iliyoonekana katika ubavu wa gari lake la mashindano, sahihi iliyopigwa vita kutwa kucha na wasimamizi pamoja na wadhamini wa mashindano hayo lakini kama tujuavyo, Mungu yu upande wa wenye haki wake, na hivyo ndivyo alivyoendelea kushinda katikati ya upinzani mwingi. Si mwingine ni Alex Dias Ribeiro, raia wa ufalme wa Mungu na balozi wa ufalme wa Mungu kama raia wa taifa la Brazil. Katikati ya upinzani mwingi, Ribeiro alijiwekea vizuri zaidi na kuunda chama cha wanamichezo kilichojulikana kwa jina la The Athletes of Christ, wakati huo miaka 1971, kikiwa na wanachama wanne, ikiwemo mlinda mlango Bwana Joao Leite, maarufu kama Goleiro de Deus, ikimaanisha golikipa la Mungu, jina alilopewa kutokana na tabia ya kuwapa zawadi ya Biblia wachezaji wenzake kabla na baada ya mechi. Ribeiro na wenzake watatu, leo hii wamefanikiwa kuhubiri takribani mataifa 60 duniani kote kupitia chama hicho cha The Athletes of Christ wakiwa na wanachama hai elfu saba. Hiki ndiyo moja ya chama cha wanamichezo ambacho hakikuishia kuathiri wanamichezo tu bali mpaka serikali na wananchi kwa ujumla. Pamoja na upinzani mwingi bado, kutokana na nguvu ya Kristo nyuma ya chama hiki, taifa la Brazil liliamua kuwa na kitengo maalum cha ofisi ya wa wachungaji katika timu zao zote za michezo za taifa ikiwemo ya mpira wa miguu iliyojawa na mastaa kibao. Mwaka 1994 wakati wa mashindano ya kombe la dunia Libieiro ya soka, Alex Ribeiro alitembea na kikosi cha Brazil akiwa kama mchungaji wa timu hiyo ili kuwaongoza katika sala, neno na kuongozwa na roho katika mashindano yao. Kama ilivyo ada mahali penye injili ya Kristo pana roho wa Mungu, na mahali hapo ushindi upo. Brazil nao waliibuka mabingwa wa dunia mwaka 1994 kwa mkwaju wa penalti dhidi ya Italy, licha ya ubora mkubwa ulioonekana kwa timu ya taifa ya Italy, kwa kuheshimu neema na nguvu ya Mungu iliyowapa ubingwa. Alex Ribeiro aliandika kitabu cha ushuhuda wa wachezaji na benchi la ufundi wa namna walivyoongozwa na Roho katika kila hatua ya mashindano mpaka kupata ubingwa wa dunia, kitabu ambacho kimeeleza pia shuhuda za wanasoka kadhaa ambao walizaliwa mara ya pili katikati ya mashindano na wengine baada ya mashindano. Kitabu chenye kumtukuza Mungu aliyewashindia kinaitwa Queen Kano la Copa Mundio au Who won the 94 World Cup? Yani nani aliyeshinda kombe la dunia la mwaka 1994? Leo katika ulimwengu wa michezo na soka ulimwenguni kote, Brazili ndio kinara kwa kuwa na wana michezo wengi ambao hutumia vipawa vyao kama madhabahu ya kumuhubiri Kristo na ufalme wake. Hakika kipawa chako ni madhabahu yako, kitunze na ukiheshimu. Brazili ya leo ina asilimia 41.6 ya raia wake ambao ni wana wa ufalme wa Mungu, na hili huwezi kuondoa kazi ya Roho iliyofanywa kupitia Ribeiro na chama chake kuitoa brazili iliyokuwa na asilimia sita tu ya wana wa Mungu katika miaka 1970 na kukadiliwa kuwa na asilimia sabini ya wana wa Mungu ifikapo mwaka 2030. Alex Ribeiro, wewe ni mshindi ambaye tuzo yako ya neema ipo tayari kwa kuwavuta wengi kuzaliwa ndani ya ufalme wa Mungu wa kipawa chako. Asante kwa kutupenda, asante kwa kutumia kipawa chako kuliishi kusudi la Mungu mahali ulipo. Naam, mwana michezo mwenzangu Je, wewe mahali popote ulipo unatumia kipawa chako kwa ajili ya kuwavuta wana wa Mungu wengi waweze kuzaliwa ndani ya ufalme wa Mungu? Yesu, ulikuwa unatazama luninga yako ya Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote, nami nikutakie wikendi hii njema, nikutakie baraka, nikutakie ushindi mahali popote ulipo. Nam, tukutane Jumamosi ijayo muda na wakati huu huu. Shalom, shalom.